Haya magoli ambayo anafunga golikipa wa Simba yanaonekana yanajirudia, licha ya kwamba kuna wakati anakuwa na clean sheet, anadaka vizuri, lakini magoli yanayofanana. E, tupeleke tu, malalamiko kwake binafsi ama eneo la goalkeeping kwa maana ya coach wake. Kuna vitu bado kipa wake anashindwa kuelekeza, ndio maana aina ya magoli haya ambayo yanataka kufanana ya mbali yanatokea kwenye baadhi ya mechi za Simba. Well um, binafsi nashindwa kuelewa kama ni mchezaji mkubwa au mchezaji wa kawaida kwa sababu No. No. No. Nakupa mfano mdogo. Mechi ya Simba na Coastal Union, ya bao mbili mbili. Mechi ya dabi, kama nakumbuka goli ambalo walifungwa lile kuna mechi kama nne tano hivi, makosa ambayo umekuwa unaona direct, golikipa kahusika. Yeah. Kwa hiyo nashindwa kujua kama ni mchezaji mkubwa au ni mchezaji wa kawaida ambaye anacheza kwenye timu ambayo ina defense nzuri. Bado na question mark. Kwa maana naambia watu ni mapema sana kumfananisha kama na Diarra kwa sababu Diarra ameshafanya mambo makubwa mfululizo. Bado muda wake. Tunahitaji kumuona zaidi ili tuweze kumweka kwenye lile daraja. Kwenye goli la jana. Siwezi kumlaumu Kamara moja kwa moja. Yes, ana sehemu yake ya makosa ambayo alifanya, lakini kuna watu walitangulia kufanya makosa kabla yeye kufanya makosa. Kwa sababu kama tuna defend tunahitaji vitu vitatu po. Tunahitaji pressure, tunahitaji cover, tunahitaji balance. Ni vitu vitatu ambavyo ukienda kumuuliza mwalimu yoyote anayefundisha timu atakwambia hivyo vitu vitatu. Okay. Ukitazama kwenye aina ya goli ambalo KMC walipata dakika ya sita, Chemalone alitoka kwenye eneo lake Nadhani alienda kumwekea cover, mchezaji wa, I mean, alienda kumwekea pressure mchezaji wa KMC. Yani, alitoka kwenye position yake. Ni kama akaenda kwenye midfield kidogo lakini upande wa kulia pembeni zaidi. Kwa hiyo eneo lake likawa limebaki wazi. And then kilichotokea baada ya Chema loni kukosa ule mpira Kapombe akagundua kwamba Chema loni hayuko kwenye position yake. Yeye, yeah, akaenda kuweka cover kwenye eneo la Chema loni. Chemalon naye badala ya kuamini kwamba Kapombe alikuwa kwenye position yake, mimi niende tena kuweka kava, na yeye akarudi ndani zaidi. Kwa hiyo ukawepo na masenta baki watatu: kuna Kapombe, kuna Chemalon, kuna Hamza kwenye, kwenye box. And then unajiuliza pia alikuwa wapi mtu kama Agustine Okejefa kwa sababu position ambayo Chango alipiga ni position ambayo unatarajia kuzuia; angeweza kuweka chapa hapo. Kwa hiyo Chango amepata muda, amedribble mpira mara mbili akachagua engo akapeleka. Hakuna pressure yoyote Chemaloni. Kama alisense kwamba Kapombe kaliko kwenye position yake, alitakiwa kuja kumwekea uh, cover au kumwekea kivuli mpigaji akufanya vile, lakini pia defensive mid naye alikuwa wapi? Haonekani. Kwa hiyo mpigaji kachagua yengo. Kaweka kosa la mwisho, ni kwa kama kwa level kwa level ya mchezaji wa Simba goalkeeper wa Simba should have done better kwa so sababu tumeona mara kibao magolikipa wanafanya saves kwenye maeneo kama yale. Yes, ilikuwa far post, lakini mpira ulikuwa juu zaidi yeah, angeweza kudai full stretch akaupanchi ule mpira, lakini kufikia kwa hiyo, kuna makosa mengi alikuwa pale, positioning yake sana kwenye eneo. Okay, sawa. so, uh, Evans, uh, sana pamoja na kamanda uh, Jeffrey, tuangalie. Huu ni udhaifu wa moja kwa moja wa Camara kwa mipira ya mbali, manake pamoja na hizi changamoto za hapa na pale ambazo eh, wanazizungumzia Jeff, pamoja Naba, ni matukio amekuwa naa kila siku tumekuwa, yes, tunazungumza kuhusiana, mtu anapiga umbali mrefu, uwezekano wa kupata goli ni mkubwa. Mimi moja kwa moja naamini lawama zote mimi nitaziweka kwa Camara kwa sababu moja, yeah. Mtu akiwa anaanza kufanya attempt wewe unamuona, yani hata kama backline yako imeshindwa kufika na kuweka ulinzi, ila bado wewe una nafasi ya kuona mm, itokee okay, mtu ameamua kukwamisha upande tu yani wewe uko near post, mtu aweke far post, kuna namna siwezi nikakupa hizo lawama, kwa sababu kazi yako ya kwanza ni kulinda near post. Far post anatakiwa kulinda mlinzi anaenda kuzuia kazi yake ya kwanza ni kuilinda Fapos, ila wachezaji wengi wamekuwa wakikaba wanamnyima mpaka goalkeeper hiyo nafasi ya kuona tukio. Yaani anajikuta anaenda nakaba mpaka eneo ambalo goalkeeper hawezi kuona chochote ambacho kinakuja kutokea. Hata mtu akiattempt, unajikuta goalkeeper unashtuka, mpira huu hapa. Kwa hiyo naamini kuna makosa yanatokea kwa watu wengi, walinzi, goalkeeper mwenyewe, ila kwa tukio la jana, watu wa kwanza kulaumiwa ni walinzi wa, wa Simba mm. Ukiangalia namna ambavyo Chema Lone ameenda ku block kule mpira e, ni yani kama anacheza red, yani wewe unageuka na upaje mpira mgongo, lakini mm -hmm. <coughs> <coughs> si ndo tumeshakosea sasa, wa mwisho tunakuangalia ni wewe, sawa yeah. Umeshakosea, angalia movement ya mpira iko upande wa kulia. Camara tayari yuko upande wake wa kulia ambako goalkeeper lazima ukae eneo hilo. Mpigaji lazima tumsifie kama alivyosema Jeff yeah. lazima tumsifie mpigaji kachague eneo zuri, ambako goalkeeper inakubidi ufanye safari ya kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, na mpira una kasi. Kwa hiyo alichokifanya, mpira mpira ni kama ulianza kumfata, ukaanza ku, ku, kama kukatika hivi kuelekea hiyo, yani unasikia hey. mara nyingi tunasema shuti hatuchagui mahali pa kupiga yeah. tunalenga frame ya goal yeah. Ila mtu akiwa anafanya curve anachagua pa kuweka mpira yaani yule hakuchagua mahali pa kuweka kwa sababu aliamua kupiga shuti. Kwa hiyo mpira umekatika, ni sehemu mojawapo tu ya, ya tukio la mpira, ila golikipa alikuwa na nafasi yake, ni ya kwanza, ni kulinda, ni ya posti, na alifanya mpira umeenda upande wa pili ambako inategemea sasa, na tunasema ndo zinafanyika zile saves ambazo tunasema ndo save bora kabisa. Haya mambo tunaona wanafanya kina Simba Kotoa, tunaona wanafanya wakida baba David De Gea kipindi kwa United. Mtu anakuhamisha upande, na wewe una stretch mwili wako unacheza mpira. hmm. Kwa hiyo kwa Kamara mimi naanza kulaumu kwanza walinzi kabla ya kufika kwa golikipa. Okay, sawa. Hansi, kwa hao ma golikipa watatu wote umewatazama wakiwa wanacheza, Ayub Lakled, Aishi Manula pamoja na Kamara Kwako kati ya hawa watatu, yupi ni bora? Yupi ni bora zaidi ya wenzake kwa hawa watatu mm? Kila mtu ana sifa zake okay. Uh, mbele yangu ukiniletea shot stopper nitakuambia Manula haiko the best shot stopper okay. Yani, kwa scenario kama ya jana inawezekana Manula ana save, lakini naye alikuwa na weakness yake mguuni, yani pale ambapo nahitaji au spare man Manula kiukweli mguuni akubarikiwa. Umeona. And then kuna Ayubu. Ayubu ambaye alianza vibaya msimu akiwa na Simba lakini baadaye akaja kupiga ile fomu ambayo kila mtu ali, alisaluti, kitu ambacho alikuwa anakifanya, naye alionekana kuwa shot stopper mzuri, lakini pia mguuni, naye alionekana kuwa comfortable zaidi. And then una Camara ambaye footwork yake ndo kila kitu. Ile build up ya Simba unaiona iko hai muda wote ni kwa sababu kuna muda anageuka kuwa spareman, kuna muda anageuka kuwa kama mchezaji wa uwanjani kutengeneza triangle baina yake na masenta baki wawili, tayari wame, wameivunja pressing ya timu pinzani, Simba wametoka nyuma. Kwa hiyo ukitazama au magolikipa wote ni kama ni kama kila mtu ana sifa zake, lakini binafsi mimi ukiniambia kwenye mizani, ina heshima kubwa sana na Aishi Manula. Aishi Manula amefanya makubwa kwenye kikosi cha Simba mfululizo zaidi ya misimu minne, yaani mm. yani consistency ilikuwa pale, yaani ilikuwa ni nadra sana ku, kuona makosa ya mara kwa mara kwa Aishi Manula. Kuna kipindi tulikuwa tunamsema kwamba ana tatizo la mashuti ya mbali, lakini baadaye ni kama alikuja ku, kufuta hayo makosa and then kila mtu alikuwa anamwimba Aishi Manula. Kuna kipindi hapa Diarra amekuja, watu wanamfananisha na Manula, ilikuwa ugomvi yani. au unamfananisha Diarra na Manula, unaweza kaona level alikuwa nayo so, yeah. Ukiwa ukiniambia ni wapangilie hao magolikipa, binafsi nitakwambia Aishi Manula nafasi ya kwanza na heshima kubwa na Ayubu like. la <laughs> Kwek na na, labda na mimi nikiongeza hapo unajua na, hmm. uh, siku zote unahitaji muda yeah. Uh, na unapozungumzia ubora Uh, ubora unalindwa na consistency ambayo inabadilika through time. Sasa ukiwa au makipa uliwataja, yani it's obvious kwamba Aishi Manula yeye ndio atakuwa bora kwa sababu ame prove over time, yani tuna ushahidi wa karibu misimu kumi ya Aishi Manula. Sawa, kuanzia akiwa, akiwa Azam ambapo alichukua ubingwa kuwa kipa bora tena katika umri mdogo sana umri huu ambao uh, Abdualibu Msheli ab, anao ya leo Yanga. Manula tayari alikuwa kashaaminiwa sana, tunakumbuka alipounda Simba misimu minne mfululizo bora, lakini pia watu wanasahau Waishi Manula kwenye Afcon ya mwaka 2019, yeah, kwenye ile hatua ya makundi Aishi Manula alimaliza kama kipa ambaye ana idadi kubwa ya saves. Yeah. Yani ile Afcon yote ile, sawa, yeye ndo alimaliza akiwa na idadi kubwa ya saves katika 2019, yes. yes. yes. ile iliyofanyika hivi, mm. pamoja na kwamba Tanzania ilitolewa, lakini outstanding player alikuwa ni Aishi Manula kwenye, kwenye, kwenye ile afko. The same goalkeeper ameweza ku maintain muda wote, kwa sababu mpaka sasa hivi ambapo wachezi nani anaweza kunyanyuka comfortably akasema kwamba Tanzania Tunaye kipa ambaye anaweza kumweka bench, Aishi Manula kwa uwezo, hivi hivi ambavyo acheza. Utasema ya kubwa JKT yule, daraja lake bado halijafika kwa Aishi. Utasema Ali Salim, utahesabu mechi kwamba amedaka dabi, sio kadaka penalti Yanga kule Tanga. Utasema kwamba alikuwepo wakati Simba inafungwa moja bila na, na, na, na Wydad. Utatoa mfano wa mechi ya timu ya taifa dhidi ya Zambia, utaishia hapo. Lakini Aishi Manula akikuletea hiyo group stage ya AFCON moja tu tayari ame amefenga chochote kile ambacho ali amewahi kufanya. Kwa hiyo Aishi, kwa sababu ya muda na consistence, hata hmm, kama acheze sasa hivi, lakini you can be sure kwamba uki, akirudi akicheza hata nusu msimu yeah, fomu yake itarejea pale pale. Kwa hiyo kati ya wao makipa wawili wa Laclad na Musa pinpin Camara, yeah kama tungekuwa tuna ushahidi wa angalau misimu mitatu ya moja kwa moja kwa yoyote, tungeweza kusema, lakini aishi anawazidi kwa mbali kwa sababu hiyo ya consistency. Kwa, kwa, kwa hicho ambacho mmekizungumza, mmezungumza vizuri sana. Napeleka swali kwa jemedari. Huwa kuna kauli yake anapenda kuitumia kwamba huu ni ushamba. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wanafifisha e, kile chote ambacho aishi manula amekifanya. Tunaweza tukatumia kauli kwamba huu ni ushamba? Unasikika uh, vizuri. Nilitaka nikaevai kidogo na mjadala wa Aishi Manula kwa sababu ya masilahi yangu binafsi, ni mdogo wangu yeah. Na nachelea sana kusema mambo yake yeah, kwa sababu naogopa kuonekana iko biased lakini imani iliokuwa nayo Ndogo kipa bora kabisa so Simba wanaye. Ndogo kipa bora Simba wanaye. Nimemaliza. Juma, endelea. Sasa hapa ndio kipa bora Simba wanaye. Ufafanue kwa ufahamu kidogo, kwa sababu hapa, kumbuka kuna golikipa ambao wanacheza sasa hivi na wanafanya vizuri. Nimemaliza. Hujamuelewa, kuna eneo dogo. Umefafanua.